Huwezi ukamwona Mungu kwa sababu ya uchoyo. Watu walishazoea kwamba kuna dhambi iliyoko kubwa ambaye ukiifanya hiyo dhambi ndipo maisha yako na Mungu umejitenga nayo kuna zambi fulani inaweza ikaonekana ni kubwa kuliko nyingine. Kuna aina ya chembechembe, yaani mizizi ya zambi ambayo inaanza chini, manake inaanza chini kuelekea juu, manake kuinua ile dhambi mizizi, manake kuna vichemichemi viliokuwepo ili kuendelea kukomaza ile zambi, zambi kubwa inapozikana zambi kubwa, haianzi kabisa ikalipuka bu, zambi kubwa imelipuka. Manake inaanzia chini, inaanzia mizizi chini. Inapoanzia chini, inaendelea kuinua ile mizizi, inaendelea kushiba, inaendelea kukua. Manake hata ukiangalia, mfano, ukipanda mti, umeupanda ukiwa mdogo, baadaye unapoendelea kukua, manake ile mizizi inaendelea kukua na mti unaendelea kukua, manake dhambi nayo inakuwa na vimizizi, inaanza chini, inaanza chini kupanda juu. Kile watu walishakariri dhambi ya kuzini ndio dhambi kubwa, ndio dhambi ambaye ni bonge la dhambi, au dhambi ya kuwa ndio dhambi kubwa ndio watu walio karibu, maanake hatukumbuki ya kwamba kuna chemichemi chemi zilizopo kiini, manake inapoanzisha kipo kitu kilichoanzisha. Ndio maana ikatokea, kuna dhambi moja ambaye ndio dhambi mbaya sana, ambaye inapaswa uisimamie, ambayo inapaswa usimame nayo, ili unaposimama nayo usimame kuivunja Kuyua ili isiendelee kuinuka. Haleluya! Manake dhambi hiyo ni ndogo sana, unaweza ukaidharau, lakini kumbe ni bonge la dhambi. Dhambi hiyo ni dhambi ya uchoyo. Ulikuwa umepika Yani, umepika wali na rosti nyama ya maini, eh pengine maini ya ng'ombe, maini ya mbuzi, maini ya punda eh? Umerosti vizuri, lakini jirani yako amepiga tu hodi hodi, ndio ulikuwa saa hiyo umetenga mezani, umechukua yani, kijiko kimoja alafu bado hujaelekea kwenye msosi wa rosti pale, jirani akapiga hodi hodi, wewe mpi unaenda kuweka kwenye uvungu wa kitanda eh, uvungu wa kitanda, ukasahau. Kumbe kule uvungu wa kitanda kuna yule umbo wako mzuri ambaye umemfuga kwako pale, ambaye ni mlizi, amezaa watoto wako ndani ya uvunguni wa nini wa kitanda. Bahati mbaya, ukaweka ukaweka ugali au wali na rosti yake. Eh, ukarudi ha, eh, jirani eh, karibu karibu, mtu wa Mungu ubarikiwa na jifuta, futa. Yani, ni kama ulikuwa umelala anaukaribisha, pengine alikuwa ana mawili matatu, mkazungumza akondoka, baadae ukarudi, kwamba jirani ameondoka, ukarudi uchukue msosu wako ukakuta umbwa kafuta, yani, unakuta umbwa kafuta. unaanza kujilaumu tena, unaanza kusema tena zambi ambayo inaleta dhambi kubwa au zambi ya uchoyo eh? Roho imekaa na uchoyo, shetani amekukalia kwenye uchoyo. Jirani yako anaunga wewe, jirani yako mwingine hana, amekuja kukuomba, una debe la unga ndani, lakini watoto wake wanalia njaa, wanateseka na upo He, kila kitu kipo lakini humpi. Ukishamaliza kula chakula kimebaki, unamwaga kile chakula, unatenda dhambi mbele za Mungu. Kumbuka hiyo ni dhambi ambaye inaibua dhambi kubwa. Kidogo ulicho nacho unapompa jirani yako, ndipo Mungu anazidi kukupatia vilivyo vikubwa. Ndipo Mungu anazidi kukupatia kile kikubwa. Na kama ulikuwa na kidogo na jirani yako hana, ndipo unammegea na yeye kidogo, ndipo Mungu anaona moyo wako. Moyo wako ni moyo wa neema na moyo wa baraka, ndipo chemichemi za Mungu zinazidi kuja katika maisha yako, ndipo neema ya Bwana inazidi kuonekana. Inatakiwa dhambi ya uchoyo uifute katika maisha yako. Dhambi ya uchoyo uitoe katika huduma. Dhambi ya uchoyo uitoe katika maisha, au dhambi ya tamaa. Umepata kitu hichi, lakini ukawa na tamani na cha mwenzako kumwibia, ukawa na tamani na cha ndugu yako kuiba au kuharibu.